Mimi nasimama Mheshimiwa Spika kusema kwamba swala hili ni swala nyeti, ni swala nzito. E, shirika la KWS Mheshimiwa Spika, kwa miaka mingi limeendelea kuongeza mipaka yao, kuendelea kusukuma wananchi kule Taita Taveta, na mpaka sasa, Mheshimiwa Spika, kando na hii sehemu moja ambayo mheshimiwa Bwiri ameleta hapa bungeni ni sehemu nyingi, mheshimiwa spika, ambapo tuna utata wa mipaka na KWS. Mheshimiwa spika, so ombi langu kwako na ombi langu kwa kamati ambayo itafanya kazi hii ni kwamba kazi hii ifanyike kwa haraka ili mipaka ya KWS ionekane na pale ambapo kuna utata KWS ama Tsavo ni ya watu wa Taita Taveta, iwe kwamba wananchi ama wa Taita Taveta wapewe nafasi ya kuchukua sehemu ambazo kwa kati wa mababu zetu ilikuwa ni sehemu ya watu wetu. So mheshimiwa spika, swala hili ninakushukuru sana, manake ninajua mambo haya ya shamba na mambo ya mipaka ni mambo ambayo yanagusa mambo ya usalama. Mheshimiwa spika, kule Taveta kuna shida kule Voi Tsavo imeleta imekuja mpaka katikati ya town. Mheshimiwa Speaker, Voi Tsavo inasema kwamba inafika karibu na town. Ukija kule Kishushe, pande ya undani, Savo sasa inasumbuana na mambo ya mipaka. Ukija sehemu ya Mwatate, ambayo mheshimiwa eh, eh, Bogo anatoka, bado Tsavo inasukuma wananchi, inakataa mpaka fence isifanyike. Leo tunasumbuka sana na wanyama wapori kwa sababu hiyo. Mheshimiwa Speaker, so, nakushukuru na asante kwa kutupa hii nafasi, na mambo haya ni nyeti yafanyike kwa haraka. Asante.